Kwa upande wangu mi naweza nikasema hizo ni nadharia, kwa sababu yanga watu wameshaiona kupitia mechi moja tu, ambao haitoshi kuweza kutoa nini hasa ambacho wanakuja nacho msimu huu. Simba hawajaiona kabisa, mm -hmm. Labda ukitoa mabao ambao wameaonyesha kwenye mechi zake za pre-season zile za kirafiki, lakini kuiona full match simba bado hawajaiona. Kwa hiyo, kwa nini waspekulate kitu ambacho simba watakuja nacho? Yaani, walitakiwa wasubiri kwanza waione mechi ya Simba. Na ndio maana mimi nikiulizwa kuhusu Simba lazima niseme natamani niione kwanza wachezaji, of course hata kama unawajua sijui Mohamed Bajabir, Jonathan Soa, sijui kina Morris Abraham, kina Neo Maema, hata kama unawajua wanavyocheza lakini mchanganyiko unaweza ukawa, unajua ladha ya chungwa, ya ndizi, ya embe, lakini vikichanganywa na vikasagwa uwezi ukajua itakuja ladha ladha gani? Umeelewa? Ndio kitu ambacho mimi nataka nione kwamba Neo Maema ana uwezo huu na huu na huu, akicheza na Muhammad Bajabiri naye na huyu na huyu, wataleta kitu gani? Ndio maana anakuwa na subra. Mimi siwezi nikasema labda yanga kwa sababu imeshinda mechi yake dhidi uh, ya Ryan Sport, basi ndio timu ambayo itarudi na utawala ule ule, wakati Simba yenyewe ambao ndo mpinzani wake ambao ameenda naye to tuto mpaka dakika ya mwisho kabisa sijamuona akicheza, umeelewa. Na siwezi nikajua wapi ambapo unaweza ukakuta aina ya wachezaji ambao Simba wako nao ndo sehemu ambako Yanga weakness zao zilipo pia. Kwa hiyo ndo maana inabidi uwe tuseme, kunabidi kuwe kuna kuna ile watu tunabidi tuwe tuna subira kwamba tujue wapi ambako unajua, kuna baadhi ya wachezaji ambao naweza ngasema wanaweza wakawa na impact kwa upande wa Yanga, ambao nimewaona kama Mohamed Dumbia, ambaye watu kuna watu wanambeza, lakini kwa upande wangu mimi nimemwangalia, nimemuona anavyocheza, anaweza akaja kuwa na kitu cha ziada katika kikosi pamoja na Celestine kuwa pia, ingawa pia watu naye wanambeza, sijui alikuwa anajiangusha sijui anafanyaje, lakini kwa vile ambavyo anareceive mpira, jinsi anavyojaribu muda wote kuwa direct kushambulia na vitu ni mchezaji ambaye anavyokuja kucheza kwenye ligi yetu hii anaweza akawa na usumbufu fulani ambao unaweza ukapelekea mabeki wengi kushindwa kumkabili na aidha kuwa na namba nzuri au kupitia yeye timu yake ikapata mabao mengi.